Asante, tukusha kupokea ile habari tu ya kwamba kuna mlipuko. Tulikuja sisi wenyewe kujionea kuona kama ni kweli ili tuweze kufanya communique. Tumekuta kama ni uongo, watu waliona kweli kuna kuwa kama moshi na pia neige ilikuwa kwa volcano, lakini hakuna mlipuko. Watu wafanye kazi zao, wasiogope, viongozi tuko nafuatilia. Hakuna kitu shida wafanye kazi zao, unaangalia wengine wako kwa mashamba wako nalima, hakuna shida. So waende watoto waende kushule, waganga waende kwa hospitali, wachuruzi wafungule maduka, wachuruze wafanye biashara zao, hakuna shida, hakuna volka, hakuna, hakuna eripsio volkanike yenye iko, ni uongo mtupu. Sijui hapa eh, ni sehemu za mjoga huku juu. Tumekuja sisi kujionea, tulianzia kule kumalave kibati tukafika huko kisheke pia na tumefika huko mali tunapopatikana, hapa mjoga huku juu hakuna kitu kabisa. Volcano iko sawa, hakuna hakuna kitu. Ah, tumesikia watu wengi waabaria kwenye malikio kilima ya Nyiragongo inawaka volcano kutomboka, na tumekuja hapa kushuhudia kujiona wenyewe kama kuko shida, lakini mnaona kama hakuna problem ni aktivite normal, inakuwa ni volka inaonyesha kama ngali iko aktife, hayakuwa ete na hii ni kitu ambayo inapitikanaga tu, lakini watu waache mapaniki wakufanya kazi zao, wafanye kazi mzuri. Hakuna probleme hata moya, tumekua tumesikia jionea, hakuna shida, lakini tunaambia usi servisi ya OVG iweze kufanya kazi yake mzuri, juu ya nini iweze kuwa napatia information ya mzuri population juu ya kuweza ukase hizi marumeur na madesinformation ambazo zinapitikana ndani ya marezo sosio. Volka kutomboka ni kitu kibaya sana na haifee ikuwe sa vile inaweza furahisha watu, kwa sababu mji wa Goma na teritoria ya Nyiragongo imeweza kuishi hizi maevenema mara mingi, na kutomboka ya volka inaacha watu wengi wanaomba wanapoteza mavitu vyao ndio maana servisi ya OVG inaomba ikuwe aktife sana, itumike kazi yake mzuri, yeforme populasyon wakati yoyote kufatana na aktivite za volkani Nyiragongo. Lakini kwa saa hii ni kusema kama volka iko na iko natumika mzuri, hakuna shida, erupsion haiko. Aksani.